Raisi wa Urusi Vladimir Putin hatahudhuria mazungumzo ya amani kwa ajili ya vita huko Ukraini yatakayofanyika Istanbul Alhamisi, licha ya wito kutoka kwa Volodymyr Zelensky wa Ukraini. Ujumbe wa Urusi badala yake utaongozwa na msaidizi wa Raisi Vladimir Medinsky, kulingana na taarifa za Kremlin. Zelensky hapo awali alisema kuwa atahudhuria mazungumzo hayo na kukutana ana kwa ana na Putin iwapo rais wa Urusi atakubali na akasema atafanya kila awezalo kuhakikisha mkutano huo unafanyika. Rais wa Marekani Donald Trump pia hatahudhuria kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari, licha ya awali kudokeza angehudhuria iwapo Putin angekuwepo. Hii ni TMC News Updates Kimataifa. Mimi ni Jackn Masawe, endelea kutufuatilia kwa kushare, kulaiki, kukomenti pamoja na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.